Kuna bibi mmoja ni mkuta wa wilayani kwako, tena Arumeru, nafikiri wiki ijayo tena tukaangalie bibi wa watu. Alikuja kwenye ile wiki ya haki ofisini kwangu, bibi amefiwa na mme wake na bahati mbaya hawakujaliwa kupata mtoto, ana kama sabini na kitu kwenda themanini, na nyumba yake imebomoka, hizi nyumba za kupiga za tembe zile imebomoka na ndugu wa mwanaume wanaombea mvua ije kubwa zaidi, ili ile nyumba imfunike yule bibi afie ndani ya lile boma, ili wachukue ile ardhi. aikuja e, ofisini kwangu ananieleza, anaomba niwaite wasaidizi wangu, walivyomsikiliza wakawaita. Wale watu walivyowaita wale watu wakamwambia, bana, sisi hatuendi kwa bibi nikakutana naye amekuja ofisini analia, nikamuuliza ni nini akanieleza, kama bibi tulia, kuanzia leo mimi ndio mtoto wako, na sasa namjengea nyumba yake yenye vyumba vitatu safe container. Na nilikuja kununua mbao pale kwa ajili ya kuwezeka, nataka nikaangalia hatua iliyofikia, nataka nimkabidhi kabla ya mwezi wa nane na nikamuliza sa, bibi utaishi na nani? Akasema yule anayenipikiaga pikiaga, basi huyo ndo atakayeishi naye pale. Na nikaenda kukabidhi nyumba ile, itakuwa inalindwa na Serikali, ni nyumba ya yule bibi, na bibi atamkabidhi mtu anayetaka kumrithisha. Kwa hiyo nimekumbuka, nilipita pale nikakutana na bibi akaniuzia mbao na akanikusanyia watu wa kusalimia, lakini lengo langu ni moja tu, sipendi kumwona mtu ananyanyaswa kwa sababu eti hana mtoto, kwa sababu hajasoma, hana ndugu serikalini? Hapana! Huyu Mungu ametupa hizi nafasi, lazima zitumike kwa manufaa ya watu wote, tukizingatia haki, utu na upendo, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana, na Mungu wangu wabariki.